Klabu ya Simba imekuwa klabu pekee kutoka Afrika Mashariki ambayo imewekwa kwenye kinyang'anyiro cha klabu ambazo zinawania tuzo ya Club of the Year mwaka elfu mbili na ishirini na tano, tuzo za CAF Awards za elfu mbili na ishirini na tano. Katika kinyang'anyiro hicho kuna klabu nyingi kwelikweli: iko klabu ya CR Belouizdad kutoka Algeria, ipo klabu ya CS Constantine kutoka Algeria, ipo klabu ya ASEC Mimosa kutoka nchi ya Ivory Coast iko Pyramid Football Club kutoka nchini Misri, iko Ares Berkane kutoka Morocco, iko Mamelodi Sundowns kutoka South Africa, iko Orlando Pirates kutoka South Africa, iko Stellenbosch kutoka South Africa, iko Al Hilal kutoka Sudan, lakini pia iko Simba Sports Club katika tuzo za CAF mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Simba Sports Club inaendelea kuweka rekodi kila uchao. Hizi ni tuzo kubwa, tuzo za CAF si tuzo za kawaida kabisa. Hiki ni kikubwa sana kwa Simba Sports Club. Congratulations sana Simba Sports Club, hakika hatua hii ni njema sana kwa maendeleo ya soka la Tanzania.